Hali ya utulivu imerudi katika kijiji cha Kavumu ndani ya wilaya ya Kabare huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya vurugu zilizoshuhudiwa katika kijiji hicho kilicho umbali wa kilomita 30 kaskazini mwa mji wa Bukavu baada ya mapigano ya mwishoni mwa juma kati ya wapiganaji wa MaiMai Wazalendo na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Grace Kabogo na mengi zaidi. Mashirika ya kiraia ya eneo hilo yanazungumzia kuhusu vifo vya watu wasiopungua saba wakiwemo raia watano na watu waliojeruhiwa wanaotibiwa katika vituo vya afya vya Kavumu. Wapiganaji hao wa wazalendo waliojaribu kuuteka uwanja wa ndege wa Kavumu kwa dakika chache kabla ya kutimuliwa kwa nguvu na vikosi vya M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya asasi za kiraia, wazalendo walijaribu kuuteka uwanja wa ndege baada ya waasi wa M23 kuwahamisha askari wake ili kuongeza idadi yao kuelekea vijiji vya Katana, Kabamba katika wilaya ya Kabare hadi Kasheke na Lemere katika wilaya ya Kalehe. Mapigano mengine makali kati ya M23 na Wazalendo yalitokea jana Jumapili huko Burhale katika wilaya ya Walungu ambapo magari na nyumba zinazoshukiwa kuwa hifadhi ya M23 zilichomwa moto na Wazalendo katika eneo linaloitwa Mashango. Wiki iliyopita, shambulizi jingine la Wazalendo dhidi ya mji wa Goma lilisababisha watu wasopungua hamsini kupoteza maisha. Taarifa ya gavana wa Kivu Kaskazini chini ya utawala wa M23 ilisema kwamba Wazalendo hao walisaidiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Hata hivyo msemaji wa jeshi la Congo, jenerali Silver Ekenge, ametupilia mbali tuhuma hizo za M 23 akizitaja kuwa ni njama za kuendeleza mauaji dhidi ya raia. Taarifa kwa vyombo vya habari ya AFC M 23 ambayo ilitayarishwa tangu mwanzo ni hali halisi iliyofanywa kwa makusudi sio tu kuficha au kuhalalisha mauaji ya kila siku ya raia katika mji wa Goma bali pia kuchezea maoni ya umma na kukidhi tamaa zao za uhalifu. Hii ni mbinu iliyopangwa kujaribu kukwamisha mipango yote ya amani inayoendelea. Huku haya yakijiri, Umoja wa Afrika umemteua rasmi juzi Jumamosi Faure Nyasimbe, rais wa Jamhuri ya Togo, kwa mpatanishi mpya katika mchakato wa amani wa kutatua mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi wa Baraza Kuu la Umoja wa Afrika uliopitishwa Jumamosi kwa utaratibu wa ukimya unaashiria hatua muhimu katika juhudi za kuleta utulivu katika eneo hilo, kulingana na umoja huo. Tume ina jukumu la kutengeneza ramani ya pamoja kwa kushauriana na pande zinazohusika. Mbinu hii inalenga kufaidika na matokeo yaliyopatikana wakati wa michakato ya upatanishi huko Luanda na Nairobi. Lakini hadi wakati huo jina la Nyasimbe halina kauli moja miongoni mwa mashirika ya kiraia nchini Kongo.